Ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu, Juni 23 2025 nakukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkia, katika Amka na BBC asubuhi hii Mashambulizi makali yaendelea baina ya Israel na Iran, huku katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guteres akiyataja mashambulizi ya Marekani kuwa tishio la moja kwa moja kwa amani na usalama wa kimataifa. Idadi ya watoto wanaoripoti unyanyasaji wa kijinsia baada ya kukimbilia Burundi kukwepa ghasi ya DRC imeongezeka zaidi ya mara tatu mwaka huu na katika gumzo leo hii tunaangazia mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake imefanya shambulio la mafanikio la kulipua maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran. Lakini raia Iran wanasemaje? Wamelipokea kwa adhabu na hasira kubwa shambulio kubwa la kijeshi lililofanywa na Marekani dhidi ya vituo vitatu vikuu vya nyuklia vya Iran. nam tunao mkusanyiko wa habari kemkem kem, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu ikisoma kwako na Jamhuri mwa vyombo karibu. Jamhuri, shukran kia, karibu msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump sasa amedokeza kwamba wanataka kuwe na mageuzi ya kiutawala nchini Iran. Huu ni msimamo mpya. Awali alikuwa amekana kwamba mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yana malengo kama hayo. Nalo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limefanya kikao cha dharura kuzungumzia swala hilo la mashambulio ya Marekani dhidi ya vituo vya kinyuklia vya Iran. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Bwana Amir Said Ivaran ameendelea kushtuma mashambulio hayo akiyaita uchokozi mkubwa wa Marekani. Pia amemkashifu vikali waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akimtaja kuwa mchochezi halisi. Once again, the war criminal Netanyahu, kwa mara nyingine tena mhalifu wa kimataifa Benjamin Netanyahu amemudu kuiburuza marekani na kuitumbukiza katika vita vingine vipya na vya gharama kuu. Marekani imekuwa ikipuuza kanuni za Umoja wa Mataifa na kuvuruga eneo hili huku ikihangaisha raia wengi wa Mashariki ya Kati, wakiwemo wa Iraki, wa Afghanistan, Libya na kadhalika kwa miaka mingi. Israel ambayo yenyewe imejaza silaha zikiwemo za kinyu nyuklia ndiyo imekuwa ikieneza fitina na uongo mkubwa kwamba Iran inataka kujenga silaha za kinyuklia. Israel kwa upande wake imekariri kuwa Iran imekuwa ikiunda silaha za kinyuklia kwa lengo la kuiangamiza Israeli. Wakati huo wa Israeli imeendelea kushambulia huko Iran na pia Gaza huku vifo vikiendelea kuripotiwa karibu kila siku. Omar Mkambara anayo maelezo zaidi. Wizara ya masuala ya afya inayosimamiwa na Hamas imesema zaidi ya watu 50 wameuawa ikiwa ni idadi ya siku tatu tu zilizopita kutokana na mfululizo wa mashambulizi ya Israel. Wengi waliofariki walishambuliwa na vikosi vya Israel walipokuwa wanakwenda kupokea misaada ya kibinadamu. Asilimia kubwa ya wakazi wa Gaza wamekuwa wakitegemea misaada ya ya kibinadamu tangu vita kuanza. Zuio la Israel la misaada kuto kuingia Gaza limesababisha wengi kuugua utapiamlo haswa watoto na matukio ya vifo kama hivyo yameongeza hofu na ugumu zaidi wa kimaisha na viongozi wa kiafrika waliokutana huko nchini Nigeria wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa vitendo kwa vya uvunjifu wa kiusalama katika ukanda huo. Wameorodhesha vichochezi kuwa usambazaji wa silaha na kushamiri kwa hali ya mapinduzi ya kijeshi. Rais wa Nigeria Bwana Bola Tinubu amehimiza kuwe na mkakati mpya wa kukabiliana na changamoto hizo, ikiwemo kubadilishana taarifa za kiintelijensia. Hii ni BBC na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na jamhuri mwa vyombo unasikiliza mkada BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio wa shirika na intaneti katika BBC Swahili.com. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kwenye kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Nchini Tanzania tunasikika kupitia Radio Free Africa, Kenya ni Pamoja FM, ikiwa Uganda ni redio Paidha na iwapo po DRC tunapata moja kwa moja kupitia redio Muungano ya pale Beni. Asubuhi ya leo pamoja nami David Nkia. Iran na Israel zimeendelea kushambuliana kwa makombora. Jeshi la ulinzi la Israel, IDF, limearifu kwamba ving'ora vilikuwa vikilia katikati mwa Israel kwa kutoa angalizo la kombora kutoka Iran. Hata hivyo, jeshi hilo la Israel limewafahamisha raia muda mfupi baadaye kwamba hali ilikuwa salama, kuashiria kuisha kwa tishio hilo, kama anavyoarifu hapa Leonard Mobali. <tune> Mapema siku ya Jumapili Tel Aviv ilipigwa na makombora ya masafa marefu ya Iran. Majengo ya makazi yaliharibiwa. Takriban makombora 27 ya Iran yalirushwa katika awamu mbili tofauti iliyapiga maeneo ya kaskazini na kati ya Israel yakiwemo Haifa, Ness Ziona na rishon Lezion. Israel ilituma ndege 20 za kivita kufanya kile ilichokiita mashambulizi ya kiintelijensia kote Teherani, Kalmanshah na Hamedan. Kwa mujibu wa maafisa wa Israel ni kwamba malengo ya mashambulizi hayo ya Israel ni kulenga eneo la kurushia makombora, mifumo ya rada na satelaiti. Waziri wa ulinzi wa Marekani amesisitiza kwa mashambulizi ya mabomu katika maeneo makuu ya nyuklia ya Iran hayakukusudia kuiangusha serikali ya Irani. Peter Hekset aliwaambia waandishi wa habari kwamba hiyo ilikuwa operesheni sahihi ya kijeshi ambayo haikuwalenga wanajeshi wa Irani au raia, na kuongeza kuwa shambulizi hilo lilikuwa na mafanikio makubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amemshutumu Donald Trump kwa kuwasaliti watu wa Marekani pamoja na Irani kwa kuamuru mashambulizi hayo ya mabomu. Abbas Aragich amesema Marekani imevuka mstari mkubwa mwekundu, na ameongeza kuwa anatarajia kusafiri hadi Mosco kushauriana na Rais Putin. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaja mashambulizi ya Marekani kuwa tishio la moja kwa moja moja kwa amani ya usalama wa kimataifa. Baraza la usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kufanya kikao cha dharura. Kwa miongo kadhaa, Marekani na Irani zimeepuka na kuwa na uangalifu mkubwa kuhakikisha hawavuki mstari mwekundu wa hatari katika makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi. Rais mmoja baada ya mwingine wa Marekani hakuruhusu hilo litokee, lakini Rais Donald Trump ameruhusu hilo kutokea na kuingiza Marekani moja kwa moja katika vita vya Mashariki ya Kati. Ni taarifa yake Leonard Mubale. Wengine kwa watu 22 wamekufa na wengine 63 kujeruhiwa katika shambulio la bomu la kujitoa muhanga lililotokea kwenye kanisa moja katika mji mkuu wa Syria Damascus. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo, mtu mmoja alishambulia kwa silaha kanisa la Orthodox la Kigiriki la Nabii Elias lililopo katika kitongoji cha Doila wakati wa ibada ya Jumapili jioni na kujilipua. Zaidi na Halima Nyanza. Ni mmoja wa mashuhuda wa tukio hilo akielezea hali ilivyokuwa: tulikuwa tu tumemaliza kusali na tukaanza kutoka nje, ndipo wakati mtu mmoja aliyekuwa amejiziba uso alipoingia, huku akiwa amebeba silaha, alishambulia watu na kuua wengi. Watu walimfuata na kumzingira, halafu akajilipua mwenyewe kwenye mlango wa kanisa na kanisa likaporomoka. Picha na video zilizochukuliwa ndani ya kanisa hilo zina inaonyesha madhabahu ikiwa imeharibiwa vibaya, viti vikiwa vimemwagikiwa vipande vya vioo na damu ikiwa imetapakaa katika kuta za kanisa hilo. Inasemekana kuwa mshambuliaji huyo ana mafungamano na kundi lenye itikadi kali za kidini la IS, lakini hata hivyo hakuna madai yoyote ya haraka yaliyotolewa kutoka kwenye kundi hilo kuhusika na mashambulizi hayo. Ni shambulio la kwanza la aina hiyo katika mji mkuu wa Siria Damascus tangu wapiganaji waasi walipouondoa madarakani utawala wa Bashar Al-Assad mwezi Desemba vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka kumi na tatu. Shambulio hilo la mauaji ni pigo pia kwa rais wa Siria Ahmed Al Sharaa, ambaye hivi karibuni aliahidi kuwalinda walio wachache baada ya mapigano makali yaliyotokea nchini humo. Naye mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Siria Geir Pedersen amelani shambulio hilo na kuwataka wa Siria kuungana kukataa ugaidi, itikadi kali, uchochezi pamoja na kuilenga jamii yoyote ile. Ni Halima Nyanza. Idadi ya watoto wanaoripoti unyanyasaji wa kijinsia baada ya kukimilia Burundi kukwepa ghasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka zaidi ya mara tatu kwa mwaka huu, huku kupunguzwa kwa misaada kukisababisha changamoto zaidi. Kwa mujibu wa shirika la kuhudumia watoto la Save the Children, kesi zaidi ya 478 za ukatili wa kijinsia zilirekodiwa nchini Burundi zikiwemo 172 za watoto, nyingi zikiwa ni za ubakaji, ambazo ni ongezeko la asilimia 249 kutoka mwaka uliopita. Kufahamu zaidi, hapo awali nimezungumza na Delphine Mugo, meneja wa habari wa Save the Children Africa, anaanza kukuelezea hali hii ya dhuluma dhidi ya watoto kutoka DRC ni mbaya kwa kiasi gani? Hali ya dhuluma dhidi ya watoto ambao uh, wana wanaondoka DRC kwa sababu ya mapigano ni ni kubwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano utafiti wa Save the Children ama shirika la watoto la Save the Children umeonyesha kwamba visa vya watoto ambao wameripoti kunajisiwa na kudhulumiwa wakati wanatoroka vita nchini DRC imeongezeka, na hii ni kwamba imeongezeka mara tatu ukilinganisha na muda wa mwaka uliopita, na tunaangazia mwezi kuanzia Januari hadi Juni, ukilinganisha mkahu kuanzia um, Januari hadi Juni tumaona kwamba visa vya wtoto kudhulumiwa vimeongezeka mara tatu. mm -hmm. Sababu kubwa haswa ya kuongezeka kwa visa hivi ni nini, Mugo? Sababu kubwa hasa ya kuongezeka wa visa hivi ni vita ambavyo vinaendelea. Tunajua kwamba mwaka huu tumeona uh, visa vimeweza kutokea kule DRC na vimeongezeka sana. Uh, ikijulikana kwamba tulipoanzia mwaka uh, Januari mwaka huu Januari na kuja Februari visa vya vita viliongezeka sana. Twafikiria kwamba hii ndo imesababisha kuwe na visa vingi sana vya watoto kudhulumiwa katika katika mapigano. Ni kwa namna gani sasa dhuluma hizi dhidi ya watoto hawa zimewaathiri kisaikolojia na huenda labda baadhi ya mambo ambayo walikuwa wakitamani kuyafanya kama watoto watakapokuwa watu wazima yasitimie? Bila shaka imeweza kuadhiri kwa kiwango kikubwa. Mimi nilikuwa Burundi mwezi uliopita, na niliweza kuongea na wafanyikazi wa shirika la Save the Children wengi ambao wanafanya kazi katika kambi za uhamiaji. Waliweza kwamba watoto wameweza kuwa na hali ya, ya kudhulumiwa. Utajua kwamba kisaikolojia wana mawazo mingi. Watoto wengi walipotea makwao, hawakuweza kuja na vitabu vyao, kwa hivi sasa ambako wanakimbia hawawezi kuendelea, kuendeleza masomo yao. Kuna mfanyikazi mmoja aliambia kwamba kuna watoto ambao walimwambia waliwambia kwamba waliweza kudhulumiwa pamoja na wazazi wao na waka, na, na pia wazazi wakaweza kudhulumiwa huku watoto wao wanaoangalia. Hebu tuambie sasa, serikali na jumuiya ya kimataifa inapaswa kufanya nini ili watoto hawa pamoja na wazazi wao waweze kupata msaada? Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutowatekeleza watoto hawa katika wakati ambao wanawahitaji zaidi. Hivi sasa tunajua kwamba msaada ambao unatolewa kwa watoto umeweza kupunguzwa. Kwanza kabisa, tunaomba jumuiya ya mataifa iweke mkakati ambayo itaweza kuleta amani nchini uh, DR Congo, na vilevile vile, msaada wa dharura ambao unapatiwa watoto na familia usiweze kupunguzwa, ilhali wafadhili waweze kuongeza fedha kwa mipango inayowasaidia watoto na haswa wakimbizi kutoka DRC ambao wanaingia nchini Burundi. Delphin Mugu, huyu meneja wa habari, Save the Children Africa. Na sasa nampisha Omar Mkambara, mshambuliaji namba tisa. Twende <tinyo> ubingwa msimu siku ya Jumatano kwa wababe wawili wa Kariakoo watakapokutana kati ya Simba na Yanga. Yanga walishinda mchezo wao wa jana dhidi ya Polisi kwa ushindi wa goli tano kwa bila, na hivyo kuendelea kuongoza ligi kwa alama moja zaidi ya Simba ambao pia wao waliweza kushinda kwa goli moja kwa bila dhidi ya Kagera Sugar wa Simba na Yanga watakuwa watatoa nani bingwa, wakati timu zingine zote 14 zimekwisha kumaliza kucheza michezo yao ya ligi kuu kwa msimu wa 2024/2025 tunajua nani anakwenda. Kwa hiyo Jumatano, tutakuwa tunajua nani anakwenda kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania Bara. Ken Gold pamoja na Kagera Sugar tayari wamekwisha kushuka daraja, huku Fountain Gate na Tanzania Prisons wakienda kucheza ile hatua ya playoff kutafuta nafasi ya, na ya kusalia ligi kuu Tanzania Bara. Lakini nchini Kenya, ligi kuu ya hapo Kenya ilitamatika pia jana kwa kikosi cha Polisi Kenya kuweza kutoa ubingwa wa msimu wa 2024-25 polisi walitoshana nguvu na Gor Mahia kwa sare ya moja moja na hivyo kutoa ubingwa polisi Kenya watawakilisha Kenya kwenye michuano ya club bingwa Afrika huku Gor Mahia wao wakiwa wanawakilisha uh, katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika sasa tuelekee kwenye michuano ya kombe la dunia la vilabu inayoendelea kule Marekani, ambako Juventus aliwachapa Widad Casablanca kwa goli nne kwa moja mm. na hivyo rasmi Widad anakuwa ameondoshwa kwenye mashindano. Uh, Real Madrid licha ya kucheza pungufu ya mchezaji mmoja kwa muda mrefu zaidi, waliibuka na ushindi wa goli tatu kwa moja uh, na mchezo mwingine ulikuwa ni ule wa kundi Hechi ambako Salzburg alienda suluhu ya bila kufungana na Alhilali. Mchezo ambao umemalizika hivi punde, the Citizen manchester City mm -hmm, wametakata ushindi wa goli sita kwa bila dhidi ya Alaini. Lakini leo kutakuwa na michezo mingine, vijana wa Diego Simeone el Cholo Atletico Madridi watakuwa wakipiga na wahuni wa Botafogo kutoka kule nchini Argentina, wakati Seattle Sounders dhidi ya klabu ya soka ya PSG mm -hmm. na kwenye tenis sasa duniani uh, ni kwamba carlos karazi amefanikiwa kutoa taji la pili la malkia katika mchezo ambao alicheza wa fainali hapo jana usiku mm -hmm, kwa kumfunga muhispania jiji lekeha au si niondoke, we ondoka, tukutana baadaye au tukutana Jumatano. <laughs>